Tujifunze kwa pamoja jinsi gani ya kufanya makeup hii hatua kwa hatua na vifaa gani vinavyotumika. Mwanzo nimemsafisha mteja, hii ninayotumia ni styling soap, baada hapo nitatumia puff powder yenye setting powder kama hivi. Kisha nitakwenda kuchora wanja wangu kwa kutumia wanja wa penseli kawaida. Jamani, kuna wale ambao wanja zenu za penseli zinavunjika sana, ukipata wasaha wa kupita ofisini kwangu basi hakika unajichukulia wanja. Ni shilingi 2000 tu. Hata sio bei kubwa, lakini mzuri. Sana, sawa sawa. Okay, baada ya hapo nitachora frame upande wa juu na upande wa wa chini, nitajazia upande wa katikati. Sawa. Kisha, nitakwenda ku shape wanja wangu kwa kutumia concealer. Angalia brush ambayo naitumia wakati wa kuchorea concealer. Brush yangu iko soft, imejaa vizuri, kwa hiyo nikienda kuchora, itachora na kunyoosha vizuri. Hakisha unazingatia brush ambazo unatumia. Kila hatua kwenye makeup Huwa tunatumia brush sawa sawa. Kuhakikisha hatua zako unazizingatia vizuri. Kwa nitachora upande wa chini, nitachora upande wa juu concealer. Kama mteja ni mweupe, tumia concealer nyeupe. Kama ni mteja ni mweusi, tumia concealer nyeusi. Hatua itakayofuata ni kwenda kublend ile concealer yetu na kupaka eyeshadow. Sawa sawa. Kwa wewe ambao utahitaji vifaa vya makeup seti zipo kuanzia shilingi laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, mpaka laki tano. Kununua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Seti kuanzia shilingi laki mbili, utakuwa na uwezo wa kumremba mteja wa rangi yoyote ile. Sasa baada ya hapo nenda nikatumia eyeshadow. Sawa sawa, nikatumia eyeshadow ambayo imepoa kabisa. Unaweza ukapaka, rangi zipo nyingi sana. Yaani kwa mfano hiyo paleti iko nne kwa moja, ziko nyingi sana. hii ni eyeliner. Baada ya kuchora eyeliner yangu nitaenda ku shape kisha nitakwenda kubandika kope na kumpaka mteja wangu foundation. Foundation zetu ni full coverage. Foundation moja tu utaipata kwa shilingi elfu ishirini na tano. Uzuri ni kwamba, tunakupa foundation ambayo inakaa muda mrefu. Hata kama utanunua set tunakupa foundation zile zile ambazo zinakaa muda mrefu, mteja hata hasweti. sawa sawa. Baada ya foundation nitakwenda ku highlight kwa kutumia concealer ile ile ambayo nilichorea wanja pale awali. Tumia concealer kidogo sana, tunaelewana. Kwa wale ambao mnahitaji kununua vifaa, namba yetu ya WhatsApp ni hiyo ya sita moja, namba ya kupiga ni hiyo ya hamsini. Wale ambao mnahitaji kuja kujifunza darasani pia karibuni. Tunafundisha makeup aina zote, kupamba maharusi, tunafundisha kusuka nywele aina zote. Chuo chetu kimesajiliwa, tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Sawa sawa sawa. Kama bado hujajiunga na mafunzo yetu, tunakukaribisha kwa wale ambao mnatokea mbali, hosteli zipo. Ada zetu za kozi nzima kuanzia shilingi laki tatu ni nusu kozi mpaka shilingi laki sita ni kozi nzima, kwa karibuni sana mweze kujifunza nasi. Baada ya kumalizia hatua zangu zile za mwisho, nitakwenda kupaka blasha, and then nitakwenda kumalizia na lipstick na kuonyesha ule muonekano wa mwisho ambao mtapata kwa siku ya leo. Naomba nikushauri kwamba kwa wale ambao nahitaji kupata mwonekano kama huu, kuna wakati mwingine unahitaji yani muonekano ule ule ambao ninaupata mimi, njoo darasani nikufundishe moja, sawa sawa. Baada ya hapo, baada ya kukufundisha sasa, ni hakikisha umenunua vifaa, nikufundishe vifaa vile ninavyotumia mimi, uvitumie wewe, hatua zile ninazofuata mimi, uzifate wewe, upate mwonekano kama huu ambao nauona. Jamani, kwa makeup kama hii ilivyokuwa nzuri, soft. Karibuni sana muweze kujifunza. Kwa wale ambao ni wateja, tunapamba maharusi na tunawakaribisha sana. Tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki.